Waheshimiwa viongozi na wananchi, tumeweza kufanya yale ambayo mmetuelekeza kufanya. Tumekuwa tukipata taarifa mbalimbali kutoka kwa wasamaria wema zikituelekeza kwamba Mdude yuko wapi au, ama anaweza kupatikana wapi ama nani amemshikilia. Kwa hivyo kila taarifa ambayo tumeipata kokote pale tumepokea, taarifa nyingine zinatokea Dar es Salaam, nyingine zinatokea mikoa mbalimbali mbali. Nyingine zimetokea hata nje ya nchi lakini zinatusogeza karibu kuelekea kumpata Mdude. Kwa hivyo moja ya taarifa ambazo tulikuwa nazo toka tukio limetokea ni zile taarifa za kwamba uh, Shabani Chole pamoja na Vedatus wanahusika, ambao ni askari wanaofanya kazi katika ofisi ya RPC. Kwa hivyo tulichukua jukumu kwenda kwa RCO, na tukamweleza na, na yeye aka tulishatoa hizo update, alikataa kwamba hao watu hawapo kwake, lakini ukweli ni kwamba wapo, na huku tunakoelekea mtakuja kusikia makamu atakavyoongea, ni kwamba hao watu wapo na taratibu zitaendelea kufanyika. Tukapokea taarifa tena kwamba a, huenda mdude anayeweza kufahamu zaidi alipo au anayemshikilia anaweza kuwa ni mkuu wetu wa mkoa. Kwa hivyo taarifa hizo hatukuzipuuzia. Leo asubuhi, viongozi wenu tumeondoka, tumeenda kwa mkuu wa mkoa kumwomba atupe Mdude, lakini naye amesema hafahamu. Anasema pengine wanaweza kufahamu ni polisi. Kwa hivyo tumekuwa tunapelekwa nendeni polisi, nendeni kwa RPC, kwa mkuu wa mkoa, kwa polisi, kwa mkuu wa mkoa. Kwa hivyo tunafikiri kwamba sio sawasawa, tunaona bado kwamba mkuu wa mkoa anatakiwa kukaa na RPC wakubaliane kuturudishia mdude akiwa mzima, mwenye akili zake timamu, mwenye ufahamu, yaani asije amepungua ya chochote. Hao watu wawili wanayo majibu. Kwa hivyo uh, hapo ndiko ambako tumefika. Bado tunaendelea kutoa wito kwa wanachama, wananchi, uh, popote pale ndani ya nchi na nje ya nchi kuendelea kutupa taarifa hizi. Taarifa ndogo ndogo tunaona zinatusaidia kupata mwelekeo ndugu zangu asante sana. E, ndugu zangu waandishi wa habari ndugu wana Mbeya na Watanzania wote kwa ujumla, nafikiri jana tulikubaliana hapa kwamba leo tuna appointment ya kwenda kwa mkuu wa mkoa leo tumefika kwa mkuu wa mkoa. Yale ambayo tulikuwa tunayasikia kwamba e, kutoka kwa polisi kwamba mwenzetu Mdude Nyagali yuko kwa mkuu mkoa. Tumefika, tumemweleza na tumemtaka mkuu mkoa atupe Mdude Nyagali, na tukamwambia kwamba hii taarifa tumeipata wakati tunaendelea kupambana kwa laio kwa lapc, tumepata taarifa kwamba Mdude yuko jirani kabisa na wewe, na wewe ndio unayefahamu Mdude yuko wapi. Lakini ukweli ni kwamba mkuu mkoa amesema yeye afahamu labda, eh, labda kwa polisi huko RPC pamoja na arasi wake. Kwa hiyo ukweli, sisi tumemwambia kabisa kwamba tumekosa ushirikiano mzuri na jeshi la polisi, na yeye akapiga simu pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakutana na jeshi la polisi. Sisi tulivyotoka kule tumekutana na jeshi la polisi, lakini masikitiko yangu makubwa sana, kama makamu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, nimepata masikitiko makubwa sana kwa RPC wetu amekuta watu wako pale wanamsubiri ndugu yao, na tumemsubiri kwa muda mrefu sana pale. Ameanza kuwafukuza na kuwatawanya watu na kuwatishia watu. Jambo hili limetusikitisha sana kama viongozi sisi. Tunaamini kabisa kwamba ofisi za umma ni mali ya umma, na kila mmoja wetu anaweza akafika kwenye ofisi za umma na akasikilizwa. Na kibaya zaidi ni kwamba RPC anajua kwamba wananchi wote walioko pale kwanza, wana majukumu yao lakini wako pale kwa sababu ndugu yetu Mdude Nyagali hayupo. Kwa hiyo tunataka kutoa tahadhari kwa RPC pamoja na viongozi wengine ambao wamepewa mamlaka kwenye ofisi za umma kuhakikisha kwamba wanawaheshimu sana Watanzania, wanawaheshimu watu. Nia na mazumuni ni kuhakikisha kwamba wanawahudumia watu, kwa sababu sisi ndio waajiri wao. Lakini tunachotaka kusema kama chama kwa niaba ya wa watanzania wote kwa sababu jambo lililofanyika kwa Mdude Nyagali siyo la kwanza. Mdude Nyagali tumemkuta maeneo mbalimbali, amekamatwa na polisi mara nyingi. Kwa hiyo hatuna mashaka kabisa kwamba Mdude Nyagali alichukuliwa na jeshi la polisi pale nyumbani kwake, kwa sababu amezoea kumchukua Mdude Nyagali bila taarifa yoyote. Hii sasa hivi ni mara ya nne kumchukua Mdude Nyagali, tumeenda kumwokota maeneo mbalimbali, na kipindi fulani tumekuta wako naye Dar es Salaam bila taarifa ya chama, bila taarifa ya familia, bila taarifa ya mtu yoyote, wala jirani wala mwenyekiti wa kitongoji wala mwenyekiti wa, eh, wa serikali ya mtaa. Kwa hiyo tunachotaka kusema kama chama, tunasema tunamhitaji Mdude Nyagali akiwa hai, na tumepata taarifa kwamba Mdude Nyagali yupo na hatuna wasiwasi kabisa na uhai wake. Tunaamini kabisa kwamba Mdude Nyagali yupo ni mzima, na tunatoa rai kwa mkuu wa mkoa amesema kwamba wewe hafahamu, na ametuambia kwamba labda tukawasikilize tu, tu, tu polisi. Sisi tunaamini kwamba e, mwenyekiti wa ulinzi na usalama ambao RPC pamoja na e, RCO wako chini yake ni mkuu wa mkoa, kwa hiyo anawajibika moja kwa moja kumtafuta Mdude Nyagali kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo tunachotaka kusema, taarifa tulizonazo ni kwamba Watanzania wengi wanaanza kuingia mkoa wa Mbeya kuakikisha kwamba wanaungana na sisi kumtafuta Mdude Nyagari gari. Mdude Nyagari siyo mali ya wana ya Wanambea peke yao. Mdude Nyagari ni mali ya Watanzania wote. Kwa hiyo tumepata taarifa, tumepata simu nyingi sana kwamba watu waatok wanatoka Arusha, wanatoka Mwanza, wanatoka... Kwahiyo kwa sababu watu wanaamini kwamba jeshi la polisi ndio wanaye, tunahitaji Mdude Nyagari arudishwe haraka sana na arudishwe akiwa hai lakini pia akiwa na akili timamu kabisa. Kibaya zaidi ambacho tuna kilani, pamoja na kwamba jeshi la polisi taifa wametuma watu wako hapa, na tumekutana nao kwenye ofisi ya RPC, wameanza kufanya upelelezi kujua nini kinachoendelea. Tumewahakikishia kwamba tunaelewa na tunafahamu kwamba vijana wao ambao wametajwa kwamba ndio waliokwenda nyumbani kwa Mdude Nyagali hao vijana tuna uhakika ndio waliomchukua na wanafanya kazi kwenye ofisi ya rasio. Kwa hiyo yeah, <tinyo> <tinyo> tunahitaji mtoto wetu, tunahitaji kiongozi wetu, tunahitaji mtetezi wa haki za watu katika nchi hii, Mdude Nyagali. Sio kwamba tunazungumza kama chama hapa. Mdude Nyagali <tinyo> alishavuka viwango hivyo. Mdude Nyagali anatetea kila mtu katika nchi hii. Mdude Nyagali anaisemea nchi Mdude Nyagali ni moja ya wazalendo katika nchi hii, kwa sababu mtu yeyote ambaye anaweza kuhoji, mtu yeyote ambaye anaweza akakosoa, mtu yeyote ambaye akiona jambo baya anaweza kusema, tafsiri yake ni kwamba yuko kwa ajili ya umma wa Tanzania. Kwa hiyo tunahitaji Mdude Nyagali, tunahitaji Mdude Nyagali aweze kurudishwa akiwa hai, aweze kurudishwa akiwa na afya njema. Kwa hiyo mkuu wa mkoa pamoja na na RPC, RCO huo wajibu ni wa kwenu viongozi wa jeshi la polisi ambao mmekuja hapa viongozi e, kutoka Dodoma mliokuja kutuma e, mliotuma kuja kufanya investigation hapa, tunawahakikishia kabisa kwamba investigation ya kwanza inatakiwa ianzie kwenye ofisi za RCO mkoa wa Mbeya, kwa sababu jambo la kwanza aligoma kabisa kwamba hafahamu, aligoma kabisa kwamba hafahamu. E, hawa hawa kina Shabani kama wako ofisini kwake amekataa kabisa, ametupa wasiwasi mkubwa, na tumeona kabisa kwamba kilikuwa ni kigezo mojawapo au walitumwa kwenda kufanya jambo hili. Kwa hiyo tunachotaka kusema waanzie, kwenye ofisi yao kuhakikisha kwamba wanatuletea Mdude Nyagali, kama wamemficha maeneo mbalimbali, wamtoe watuletee sisi, huyo ni mtoto wetu, watuletee kama livo na kwa sababu Watanzania wengine wanasema wanaanza kuingia katika mkoa huu, msije mkatutafsiri kwamba sisi tunawambia watu waje. Huyu Mdude Nyagali sio mali yetu sisi, ni mali ya Watanzania. Kwa hiyo tunaomba e, apatikane mapema ili mji wetu na mkoa wetu wa so, wanani wa, Mbeya uendelee kuwa shwari, shughuli ziendelee kama kawaida, biashara ziendelee kama kawaida, ili amani ya, ya, ya mkoa wetu wa Mbeya uendelee kama kawaida na jambo hili tunalizungumza si kwa sababu ya Mbeya peke yake, tunazungumza kwa nchi nzima. Taifa sasa hivi linaumwa, taifa limekosa amani, kwa sababu viongozi wa dini, hakuna aliye salama katika nchi hii, awe kiongozi wa dini, awe mfanyabiashara, mkulima, yeyote yule, mfanyakazi, hakuna aliye salama katika nchi hii. Kwa hiyo kama imefikia hali ya viongozi wa dini wakosoaji wanaanza kutekwa katika nchi hii, tafsiri yake ni kwamba nchi haiko salama. Mama Samia, rais wa nchi, sisi kama watanzania tunakuambia kwamba weledi umepungua sana katika nchi yetu, tunahitaji usalama wa watu. Taifa lolote duniani jambo la kwanza kabisa ni usalama wa raia na mali zao sasa usalama wa raia na mali zao sasa hivi umekuwa mashakani. Tunaomba nchi hii usalama urudi kama ulivyokuwa huko nyuma. Tunamtaka Mdude Nyagali aweze kurudi tuweze kuwa naye hapa. Mdude Nyagali na familia, ndugu zake wako hapa, familia yake iko hapa, na watanzania wote ni familia ya Mdude Nyagali. Kwa hiyo tunaomba Mdude Nyagali aweze kurudi hapa. Mkuu wa mkoa, tunaomba timiza wajibu wako. PC timiza wajibu wako, IGP timiza wajibu wako, kila mmoja atimize wajibu wake kuhakikisha kwamba Mdude Nyagali anarudi. Tunaendelea kumtafuta, lakini tunaamini mtamleta Mdude Nyagali akiwa hai kabisa. Ndugu zangu wanachama na watanzania mlioko hapa katika ofisi za kanda ya Nyasa, tunataka kuhakikishia kwamba shughuli hii itaendelea muda wote na kwa siku ya kesho kila mmoja katika maeneo yake aingie kumtafuta Mdude Nyagali alipo na kupaza sauti. Sisi tunakwenda kuhakikisha kwamba tunakutana, tuna na taasisi mbalimbali, tutakutana na viongozi wa dini kuwaeleza, tutakutana na wafanyabiashara, tutakutana na makundi mbalimbali haki za binadamu kuwaeleza kuhusiana na Mdude Nyagali. Lakini kesho kutwa wote tutakuwa hapa na ikiwezekana tuwe wengi zaidi, kwa sababu tunaamini watanzania wengine watakuwa wameshaanza kuingia katika eneo hili. Lakini pia kibaya zaidi, tumemwambia RPC afike mahala, elewe kwamba sisi mpaka sasa hivi akili yetu imeshavurugwa kabisa. Kwa hiyo asije kakuta tuko kwenye makundi mbalimbali, tunatembea au tuko tumekaa ofisini, tuko wengi hapa, anakuja na magari yake akiwa amejaza mapolisi. Hili jambo tumemwambia hata mbele ya viongozi wake waliotoka Dodoma. Tumesema hilo jambo hatulikubali hata kidogo. Tunahitaji diplomasia kwa kipindi hiki. Sisi ni watu ambao tunahitaji kuliwazwa kuliko kitu chochote, kwa sababu akili yetu haiko sawa, mioyo yetu imeumia. Kwa hiyo tunaweza tukatembea sehemu yoyote, tunaweza e, tukakutana na kuzungumza, na hata hizi taarifa ambazo tumezipata za kina Shabani zimetokea tukiwa ofisini tumekusanyika kama hivi, hatukuzitafuta mitaani huko. Kwa hiyo tunaomba watu wache tuendelee kufarijiana kuhakikisha kwamba ndugu yetu anapatikana hapa. Tuko serious na tuko vizuri sana, tunahitaji ndugu yetu aweze kupatikana, Mdude Nyagali hapa.